Karibu kwenye part 3 ya kitabu chetu cha Rosa Mistika. Kwenye part 2 tuliishia Rosa amefumaniwa na yule mke wa mwalimu mkuu. Kwa hiyo ndo kupigana, akamng'ata madamu nini. Basi kwanza siku hiyo ndo akawa ameanzisha sani kama mahusiano na yule mwalimu mkuu. Ikafikia tu hata Rosa akienda labda hivi akiwa anaongea na wanaume wengine au wanafunzi wengine. Akikamatwa huyo mwanafunzi wa kiume atafukuzwa au atapewa adhabu. Kwa Rosa akakaa kama yani haguswa wala ongeleshi na mwanaume mwingine kwa sababu kila mtu alikuwa anajua hii ni chombo ya mwalimu. Kama imekaribia kipindi cha likizo, Rosa akawa ameenda likizo. Sasa, kipindi kwa likizo siku moja akawa amekuja kuchukuliwa na gari na mkuu wa mkoa. Kitu kama iko mkuu wa mkoa au sijui mwenyekiti wa mkoa huu mkoa wao, ambaye alikuwa na undugu na Tereza, yani kama vile Tereza ndo amemuunganishia huyo mwanaume. Yaani Rosa alikuwa na tabia popote atakapoenda iwe Arusha iwe wapi iwe nyumbani kwao iwe wapi lazima atafute mwanaume wa kustarehe naye kwa kipindi hiko. Kwa unakuta anamtafuta rafiki yake Teresa, anamwandikia barua ile, kabla kwamba likizo inakaribia, hauna kaka yako, labda mko afani, naenda sijui niunganishe naye, ndio ilikuwa tabia yake. Kwa hata huyo mkuu wa mkoa sijui mwenyekiti wa mkoa alikuwa ameunganishwa na Teresa, ni ndugu yake Teresa, kitu kama hiko. Kwa sasa ile amefika nyumbani ile kipindi cha likizo hiyo, siku hiyo mkuu wa mkoa sijui, akawa amepanga amtoe, yaani ampeleke mjini kutembea. Kwa hiyo akamkuja na gari lake pale nyumbani kwa kina Rosa. Rosa mwenyewe ameshajiandaa vizuri, amependeza. Sasa babake kuona gari liko nje, akatoka kwa hasira, akaanza kumtukana, hivi wewe, kwa sababu una gari lako ndo unakuja hapa kwenye nyumba za watu, unaharibu watoto wa watu. Anaanza kumtukana na kumtukana, aondoka usitutishie. Unahisi si maskini, kisa wewe una gari unahisi tutakunyenyekea, kitu kama iko. Basi Rosa alivyosikia hivyo akawa ameshajiandaa kitu akachukua pochi yake akatoka. Akakutana na babake. Babake akamwangalia, akampandisha, akamshusha, akamwambia, mtoto umekuwa malaya wewe. Haujawahi kuwa mwanangu. Na ninakwambia leo hii ukitoka tuna hili baba, ukaondoka nalo, wewe sio mwanangu tena, kuanzia leo, mimi sio baba yako. Basi Rosa ile hasira ile uchungu, yani, kwa nini babangu ananiambia hivyo? Akamjibu akamwambia ni vipi? Kwa nini unapenda sana kunichunga? Wewe ndio utakayenioa. Naondoka, na hata mimi mwenyewe mimi sio mwanao kwanzia leo. Haya, wamegoma nagoma na, na babake kweli akaondoka. Na yule mkuu wa mkoa, sijui mwenyekiti wa mkoa, wakaenda huko mjini hotelini, sijui unajua kustarehe, kaenda huko kalala naye huyo mwenyekiti sio ninini. Alivomaliza shughuli yake mwenyekiti akaondoka, hasa Rosa ikaa amefika jioni, akawa nawaza hapa siwezi kurudi nyumbani, maana amegombana na babake na babake yani wametoleana maneno makali. Akawa anawaza, siwezi kurudi nyumbani, nitalala wapi? Kwa hiyo akaenda kwanza baa anywe kidogo, apunguze mawazo, yani yale maneno ya babake akawa anajirudia kichwani mwake. Kwa nini babangu anyite malaya? Kwa nini babangu anikane? Akasema najua mimi mitange zamani, watu wengi wananiita malaya, lakini mimi sijawahi kujali. Lakini leo limetoka ile, leo limetoka kwa babangu, yani limeniuma. Kwani babangu aniite hivyo? Sasa yuko pale, yuko anawaza, yuko na stress. Akaja tu yule mkaka ambaye hamjui kaka, "Pale dada wewe, ni mrembo, mbona umekaa mwenyewe, unakunywa nini?" Rosa akamwambia sibi task sibi ni manjaro. Kweli kaagizwa, akanywa. Sasa kwa sababu Rosa hana pa kulala, hawezi kurudi nyumbani leo usiku, akaishia kwenda nyumba ya wageni na huyo mwanaume mpya ambaye hata amjui kakutana naye hana hata dakika kumi ali kashaondoka naye wako kwenye nyumba ya wageni. Kwa hiyo ndo umomo akapita na bahati umomo kwamba alale huyo huyo usiku, maana alikuwa hana pa kwenda, na kesho yake ndo alikuwa anarudi wapi? Morogoro. Likizo ilikuwa imeisha. Asubuhi yake kaamka, kamejandaa kam, anaanza safari ya kwenda Morogoro, lakini kabla hajafika Morogoro alivofika, Mwanza akaona apitie kwanza shuleni kwa yule mdogo wake yule Flora. Apitia shuleni kwa Flora kwa anapiga stori yule Flora akaa, namwonyesha picha za wanaume. Hey, dada ona huyu ni mwanaume wangu hivi hivi. Yani wanaume wamepangana, huyu sio wapi, huyu wapi, mimi ndo nampenda huyu, sio ananiridhisha, huyu hajui kitu, mshamba huyu. yani anajua wana hivyo Wanapiga stori, wanapiga stori. Basi, kana mwambia ndada, hii huyu hapa ndo anaitwa Joni, mimi nampenda, alinipa mimba, basi nilitoa, yani vitu kama hivyo. Basi wakaanza piga piga stori pale, yule Rosa kaambia yu, hivyo unajua, mimi leo nimegombana na baba, yani tumetoleana maneno makali, akasema mimi sio Yesu baba yangu, kwanza leo na mimi nikakasika, nikamwambia na wewe eh, si mwanao kuanzia leo. Akamwambia mimi nishachoka na maisha hapa tu, nataka kuolewa Mwanza. Kwa nini sasa hivi nikirudi, nataka niolewe. Yule Flora mdogo yake akamwuliza, olewa olewa, na nani? Umeshapata mwanaume? Akamwambia yeye, mwalimu wangu mkuu wa shule ninayosoma sasa hivi, yaani nimetokea kumpenda, tumeelewana, yeye mwenyewe ananipenda, ameniahidi nitakuwa na maisha ya raha, vitu kama hivyo. Basi Flora akamwambia, haya, mimi nakutaka kila la leo. Akapiga story sasa ilikuwa ni muda wa Flora kurudi, yaani wageni, muda wa kuondoka, maana si yuko shuleni. Kwa kweli, Rosa wameweza kuongea ongea naye, akaondoka kwa mchana mchana akaondoka zake kwenda Morogoro. Basi sasa, safari nzima mpaka nafika Morogoro, Rosa alikuwa anamwaza yule mwalimu yule, headmaster, kwa hiyo shule yake, alikuwa tu anamwaza, anamiss. Yaani alivofika tu akaingia chumbani kwake kaacha mizigo akaenda wapi? Kwenye nyumba ya yule mwalimu mkuu kugonga, kugonga, anashangaa anafunguliwa na watoto ambao hawajui, akaanashangaa, hmm, hawa ni kina nani? Kaingia mpaka ndani kakaa sebuleni, anashangaa, mbona mazingira tofauti, mbona makochi yani kama amebadilishwa, meza, mapazia, kila kitu ni kigeni hmm. Akauliza wale watoto, nyie Mwalimu mkuu yuko wapi? Akamwambia, o iko oh, kidogo anaoga anakuja. Kweli, Rosa kaa kala amekaa anamsubiria. Baada ya muda akatoka huyo mwalimu mkuu, Rosa akainuka huku bado anamshangaa, anampa mkono, anamsalimia na shangaa, mbona huyu sio yeye huyu? Mbona ni mwingine? Karibu, mimi naitwa Albert, mimi ni mwalimu mkuu mpya wa hapa. Rosa kaa namshangaa, akanamwambia yule mwingine yuko wapi? yule mwalimu mkuu akamwambia, ah, Thomas Thomas hayupo tena hapa aliamishwa. Hapo Rosa akawa kama kuna kitu hapa kinamkaba, ni kama anatamani kulia, lakini anajizuia. Basi akatoka yule, akakimbia akaenda chumbani kwake, akaanza kulia, machozi analia kwa uchungu. Akasema, kwa nini mimi kila siku haya mambo yananitokea? Kwa nini mimi kila siku nikipata mtu ambaye naona huyu ndo maisha yangu, ndo ndoto zangu, lazima kitu kitokee? Akawa analia analia, akasikia mtu anagonga, kufungua hivi, kulikuwa na mwanafunzi mwenzake, akampa barua akamwambia hii hapa ni ya kutoka kwa mwalimu mkuu wa zamani pale. Roza akafunga mlango akawa anaisoma anaisoma kwa uchungu, huku anaendelea kulia. Anasema wewe Roza, oh, mpenzi wangu nisamee si nini, nimehamishwa kikazi. Ni mimi na familia yangu sasa hivi tuko Tabora, niko kwenye shule nyingine, vitu kama hivyo, siwezi kurudi tena si nini. Na zamani hizo kukuwa hamna simu, kwa hiyo njia ya kuwasiliana pekee ilikuwa kupitia barua. Rosa akawa nalia nalia, akasema hapana, haiwezekani. kila siku mimi akasema siwezi tena kuishi duniani, sijui ni nini, nilimpenda sana huyu, lakini sijui nini Asa akakumbuka pale sanduku ana kisu. Kafungua begi kuchukua kile kisu. Ili anataka tu ajichome, amefunga macho hivi anataka ajichome, anasikia kama mtu amedaka kile kisu. Anamwambia wewe, hili sio jibu la maisha yako. Kugeuka hivi anakuta nani? Yule mwalimu mkuu mpya. Akamwambia wewe Rosa, umesikia habari zako nyingi sana. Anatumisha kaa vikao vingi. Tumekubaliana walimu wengi wamekushtaki, wamesema kwamba hauwezi ukaendelea na masomo hapa kwa sababu ya tabia zako. Mwalimu mkuu aliyepita alikuwa nakuvumilia kwa sababu mlikuwa mna mahusiano, lakini mimi ni mwalimu mkuu mpya lazima nifate sheria. Nakuhurumia, lakini sina jinsi, lazima nifate sheria na jiandae, na kupeleka leo wapi, ukapande basi urudi kwenu. Akawa anawaza anajua kabisa nyumbani kwao sio jibu, hawezi kwenda kwao. Kwanza aligumbana na babake, pili hataki kumuumiza mamake, maana mamake amemwangaikia sana mpaka nafika hapo kielimu, afu leo tu afukuzwe shule kirahisi rahisi Zile juhudi za mama yake vipi? Kwa akawa anawaza atafanya nini kweli. Akapaki vitu vyake alipokuwa tayari akaenda kumwambia yule mkuu wa shule kwamba niko tayari. Kweli yule mkuu wa shule akampandisha kwenye gari lake akampeleka mpaka kituoni. Kumpeleka kituoni akashuka vizuri akaagana yule baba akarudi shule. Sasa yuko njiani amefika pale shule mvua ikaanza kunyesha. Hapo ilikuwa ni jioni jioni kama saa 12 hivi, mvua kubwa inaanza kunyesha, kunyesha. Akaingia zake chumbani kwenye nyumba yake ile akawa anafanya kazi ana anapanga ratiba za walimu nini nini. Sasa baada kama alisai hivi, anasikia mtu anagonga. Lakini akahisi labda ni radi maana mvua ilikuwa kali afu giza. Akajua labda ni radi afu umeme umekatika. Amewasha taa hivi kama mshumaa, taa mafuta. Yuko anaenda kufanya kazi, anasikia tena mtu anagonga, akasema mmm, huyu ni mtu anagonga kweli au radi? Akainuka kwenda kufungua hivi, anakuta ni mtu tu amejifunika yani kote yani haonekani amejifunika kuanzia sura mpaka niuko, ameinama hivi aonekane. Akafungua hivi mlango akasema, wewe wewe, ni nani? mbona uko kwenye mvua? Akamwambia karibu ndani, akafunga mlango. Ile amegeuka hivi, huyo mtu akawa anaanza kulia hivi, mwalimu Albert, kwa nini umenifanyia hivi? mimi nimekukosea nini? analia analia, akasema, wewe ni nani? Basi ile mwalimu kumsogelea hivi, kumkumbatia, akamuinua hivi sura amwangalie ni nani, anakuta ni Rosa. Akamwambia wewe mtoto, si nimekuacha kituni, nimekwambia urudi nyumbani, umerudi je rudije hapa? Akaambia Rosa mimi nakuonea huruma lakini, siwezi kukusaidia. Yuko anasema hivyo, Rosa ameangusha ile nguo aliokuwa amejifunika, yuko uchi wa mnyama. <laughs> <Njimu dada. laughs> Hata hajamalizia kumwambia vizuri kwamba siwezi kukusaidia, ui tayari kashaangusha nguo zote, hana hata nguo moja iko hivyo, na ukiangalia nje baridi. Yeye mwalimu anachanganyikiwa, hajui afanye nini, hata hajamjibu vizuri Rosa akashamshika zipu ameingiza mikono anaanza kumchezea chezea hii. <laughs> Chotokea ndugu msikilizaji, tunakijua, akaishia kulala na huyo mwalimu mkuu mpya. Kesho asubuhi, huyo mwalimu akamwendesha akamrudisha kwenye kile chumba chake cha mwanzo. Akaenda kwa walimu wengine wakakaa kikao, akamwambia jamani, nimekaa nimewaza nimeona huyu Rosa tusimfukuze, amebakiza muda mfupi tu, tumwache tu amalize elimu yake, apate iko cheti chake, aondoke zake, sijui nini, nini nini, ni bora kuliko tukimfukuza tutamalibia, sijui naelewa. Basi sia walimu wengine wasemeje? Hawana usemi, kwa sababu ukiangalia yule ndo mwalimu mkuu. Basi Rosa kuona kama amepata nafasi nyingine kwenye shule kuendelea akafurahi. Sasa akajiweka nadhiri kwamba sasa hivi nataka niwe serious na masomo yangu ili nimalize. Nataka nijiheshimu, nataka nibadilike. Kweli ile miezi michache iliyobakia akawa amekaza kweli akawa ni mtu wa kusoma, akaacha mazoea na wanaume, akawa halali lali ovyo na wanaume kabisa. Akawa tu anapambana kusoma kusoma kusoma na kweli nekta yake ya form mm, six wanichezee. Hey, nitakuwa na jiheshimu hey. fa, Kweli Muda ukafika akasafirigi, akaendaga Mwanza, akatafuta nyumba yake akawa naishi, akaanza kufanya kazi ya uwalimu. Alikuwa anajiheshimu, alikuwa hataki tena mazoea na wanaume, akawa halali lale nao ovyo, akawa tu ana focus tu na kazi yake ya kuwa mwalimu. Yani baada tu miezi miwili Mwanza yani pale mtaani kote, yani hata vijiji vya karibu vilikuwa vinamjua kabisa. Rosa ni mdada fani mzuri, anajiheshimu, ni mwalimu wa sehemu fulani, anajiheshimu, yani hana mazoea na wanaume yani. Basi, sasa muda umeenda umeenda umeenda, sasa kuna huyu mkaka anaitwa Charles akawa amesikia habari za huyu Rosa. Alikuwa hamjui. Alikuwa tu amesikia habari zake, akawa amevutiwa naye. Ndio hiyo siku akawa amemwandikiaga barua ndefu tu ya kumuomba ni kwa mapenzi. Kweli Rosa akaipokea ile barua, akamkaribisha nyumbani kwake. Yule Charles akaenda. Ile siku ameenda, anagonga, anafungua hivi mlango, anakuta ni Rosa ambaye ndio yule yule walikuwa wote kipindi kile yuko darasa la saba akamwambia Rosa, wewe ndo Rosa, tumekuwa wote wakaanza tumekua ote ukelewe sio ni nini, wakaanza kukumbushana. Ndio akamkumbusha ile siku ada alimwandikia barua, baba yake Rosa alimpiga mpaka damu, yaani kila kitu. Sasa yule Charles kugundua ni yule Rosa, ni mapenzi ndio yakazidi akawa kama mara kumi. Na Rosa naye kuona kwamba ndio yule yule Charles wa kipindi kile, sababu yani kama na yeye moyo wake, yani ukawa ni umefurahi. Yeah, akaanza kumpenda papo, kwa sababu yani kama wanaendeleza tu mapenzi ambayo yalistopishwa enzi zile. Basi na Rosa kwele kaa alikuwa ashamwandikiaga barua ya kumjibu ile barua yake, kwa hiyo akampa tu pale pale. Yule Charles kuona amejibia vile, akawa amefurahi, akamchukua Rosa akamkumbatia, akaanza kumbusu hasa, ile amemsukumiza hivi kitandani, anataka anze ile kumvua nguo, si kumpanua miguu. Rosa akamshika hivi mkono, akamwambia Charles, subiri. Mimi siko hivyo, mi siko hivyo kama wanavyodhani. Mimi sio mtu eti wa kukutana na mwanaume siku hiyo halafu nikampa mwili wangu, ndio mara ya kwanza tumekutana baada ya miaka mingi sana imepita kati yetu, kamwambia. Isitoshe, mimi bado ni bikra, si mjui mwanaume. Haya, tumefika mwisho part 3, nenda kaangalie part 4, na ndio itakuwa part ya mwisho.